Moja kati ya kitu ambacho kinapelekea wakristo wengi tushindwe kuwa na matokeo makubwa ni kwamba Yesu alitununua ili tuwe watumwa wake, lakini wengi wetu hatuishi kama watumwa. Yani, sio tu tunaishi kama watumishi ila sio watumwa, kwa sababu mtumwa huwa ana lake. Mtumwa anaishi kwa faida tu ya yule aliyemnunua. Mtumwa maana ya kuishi kwake huwa inakuwa ni yule aliyemnunua kupata faida. Na ukumbuke mtumwa ambaye yule aliyemnunua hatapata faida kwake, huyo aliyemnunua hataona maana yoyote ya kuendelea kwa naye. Kwa hiyo sasa, hicho ni kitu ambacho wengi wetu tunakipuuza sana, lakini kinapelekea tuwe tuna uhuru. Yaani, kwa mfano unafanya biashara zako, unafanya mambo yako, unafanya kazi zako, ila hauna jambo unalofanya kwa ajili ya yule aliyekununua na unakuwa huru yani, una una chochote kinachokuhukumu kwamba hivi mimi ni mtumwa kweli m na katika utumwa wangu nimefanya nini ambacho kitanifanya kita niendelee kuwa mtumwa halali. Kwa sababu mtumwa kwanza halipwi, hategemee mshahara wote. Lakini pamoja na kutokulipwa katika utumwa huo huo, ikiwa atafanya vizuri anaweza kuuawa, akateswa, au ikamtokea lolote. Sasa maandiko yanasema kwamba tawi lisilozaa litakatwa na itatupwa nje. Ila wengi wetu wala hatufikiri kwamba wengi wa Kristo ni watu ambao tutakuwa hatuna matokeo makubwa kwa sababu ya kuto kuzingatia kanuni za utumwa. Mtumwa akinunuliwa aishije, ili kuwa faida kwa yule aliyemnunua?